wa kipindi chetu hichi katika TV Afrika Swahili au Afrika TV Swahili, tunatumia fursa hii kwa mara nyingine tena, kwanza tukuamkieni, halafu insha allah tutoe fursa kwa mashehe kukufikisha kile ambacho wanachokiona katika masala mazima ya hija ni kuamkieni kwa maamkizi yaliyokuwa bora, maamkizi yaliyokuwa na amani, yenye utulivu wa hali ya juu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykumus salam wa barakatuh, wa alaykumus salam. Bila shaka hija ina mazingatio mengi ni mazingatio kwa sababu hija ni katika neema za Mwenyezi Mungu kwetu sisi, na neema za Mwenyezi Mungu hazidhibitiki. Wa intaudu ne'mat llahi la tuhsuha, mkitaka mweze kuzihisabu neema za Allah alizotupa sisi, hamwezi. Lakini kinachofanyika na mashekhe na watu ambao wa Allah amewapa uwezo wa kufunua vitabu na kuvisoma vitabu na kuangalia yaliyomo ndani ya maelekezo ya Allah subhanahu wataala, kwa mujibu wa mashekhe zao waliowafundisha na kuwaeleza. Wanajaribu mashehe, kwa juhudi kwelikweli, kuwaweka umma wetu uje ukae sawasawa sawa, ili kufanya takrib ya kuwakurubisha watu na kufahamu yaliyomo ndani ya dini yao, bali yaliyomo ndani ya nguzo miongoni mwa nguzo ya dini yao na vilevile kuupa salamu ulimwengu ujumbe mzuri na bora katika Uislamu. Uislamu lazima uwelezwe, wanatakiwa Uislamu uwelezwe watu wauelewe. saba shekhe wanapokuwa wanauzungumza Uislamu katika sura hii ambayo haikutarajiwa watu hawajazoea kuisikiliza katika sura hii. Sisemi kwamba ni labda ni mubalagha. Hapana. Eh, lakini nasema kulingana hali za leo zilivyopo, hali za kitakwimu takwimu, hali za nini, za ghasia za ushahidi, hali za kidata na kadhalika, dunia za leo hizi, bado mashekhe kwa uwezo wa Allah wapo, wanakwenda na ulimwengu huu wa kileo na kueleza yale ambayo ni manufaa anayopata mtu kutokana na ibada, miongoni mwa ibada mbalimbali za Kiislamu na ibada hiyo ambayo, kwa sasa, kama wanavyosema kama ndio kauli au neno la mjini au habari ya mjini hivi sasa ni haji. Kwa hiyo tunaiangalia haji katika maeneo mapana yake, kwa lugha nyingine, faida zinazopatikana kutokana na hija au mazingatio yanayopatikana kutokana na hija. Sasa, mazingatio ya leo hivi sasa kipindi hichi tutaangalia faida alfawaidu siasia lilhaji, tutaangalia faida za kisiasa katika hija. Tumesema kisiasa, nadhani mashekhe wataniongoza wataangalia kwamba Unaposema siasa, manake ni mfumo fulani wa kuendesha mambo, ni mfumo fulani wa kuendesha mambo, na huu mfumo unakuwa una taratibu zake, ni mfumo ambao una wale wanaongoza huo mfumo na kuna wanaongozwa ule mfumo. Sasa, huu mfumo katika ujumla wake, hapa ndio mambo yanakwenda ya Ma, mafanikio yanakuwa na kwenda. Hii ndio siasa katika lugha nyepesi, na mashekhe wataongoza na ataieleza vizuri. Sasa ikiwa ndio hivyo au na mfano mwingine, wote una maana ya siasa ndani ya hija. Tukiangalia nguzo ya hija hii, siasa tunaiangalia vipi? Kwa sababu kwanza kuna rams, ishara katika hija ya ule umoja wa umma wa Kiislamu. Ule umoja angalia ule ishara ya ume, ni ramzi ya wuhdati lummati lislamia. Kuna ishara ya umoja pale, ikiwa ni ishara ya umoja wa Waislamu wa, wa maana yake Waislamu ni sehemu ya wengine wanaoishi dun, wana duniani. Kwa hiyo maanake ule wuhda ule umoja ni swala ambalo linakokotezwa hapo katika hija na ninafundishwa katika siasa tunaangalia, lakini vile vile katika hija kuna zile fursa za kukutana watu na fursa za kufahamiana watu kati ya Waislamu katika nchi mbalimbali, ni fursa na ni doura na ni kozi maalum watu wanafundishwa. Sasa hili kama ni hivyo na hawa Waislamu, hawa, hawa vile vile kiangalia nao ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo kuna fursa ya kukutana na kufahamiana kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika hiyo dunia, siasa itahitajika hapo siasa fulani, lakini na vilevile vile, kuna kuelekeza ile risala ujumbe kutoa pa na kuelekeza ujumbe wa kitamaduni katika ulimwengu wa Kiislamu. Utamaduni wa Kiislamu ukoje? Utamaduni wa Kiislamu unafananaje? Utamaduni wa Kiislamu, taratibu za tamaduni za Kiislamu zikoje? Yote hayo yanapatikana katika Waislamu wakifundishwa, lakini lengo wakaya practice wakiwa na umma nyingine. Sasa hapa sisemi mengi, Sheikh Ibrahim, tunaangalia faida za kisiasa, faida za kisiasa katika hii haji. Nadhani utakuwa tayari kuwapitisha na kuongeza ongeza na kuweka vizuri, ili watu wafahamu faida za kisiasa zinapatikana, hata kuangalia ule umoja wa Kiislamu, fursa za kukutana na kufahamiana, vilevile namna kuweza tamaduni katika ulimwengu wa Kiislamu, Shekhe, watazamaji wetu wako tayari wa kusikilize. Jazakallahu khaira. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd tunapozungumzia faida kama tulivyosema kwamba kila ibada ina faida nyingi sana na ina mazingatio makubwa sana. Miongoni mwa faida za kisiasa e, tuelewe kwamba katika asli, katika asli ibada ya hija ibada ya hija inatakikana iongozwe na kiongozi mkuu wa Waislamu ndio nini, katika, katika asli kwamba kiongozi mkuu wa Waislamu ndio anafanya nini anaongoza au anayemwakilisha kiongozi mkuu, kiongozi mkuu wa Uislamu eh, katika katika ulimwengu. Kwa wakati tuliokuwa nao kidogo, unakuta kwamba kuna uh, utofauti fulani waki, waki mazingira ya tuliokuwa nayo na mazingira hayo ya nyini ya kiasli. Lakini pamoja na hayo, utakuta kwamba kuna mafunzo mengi sana ambayo ni ya kisiasa ya kisiasa kuna mafunzo ya kisiasa kama tunasema kwamba ya kisiasa kama tulivyogusia hapa kwamba suala la kwamba kuwafanya umma huu kwamba ni umma nini, hmm, hadhi umma mmoja, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kwamba hakika huu umma wenu ni umma mmoja, ni umma mmoja, na wote hawa wanaokutanika hapa kutoka nchi tofauti kutoka mazingira tofauti kutoka maeneo tofauti na katika bia tofauti, wote hawa wanakutana kwa kauli moja la ilaha illallahu muhammadu yes rasulullah yes. Hichi ndicho ambacho kinachofanyani, kinachowakusanyisha, na wote wapo katika mazingira mamoja, wote wapo wakitamka kauli moja, watu wote hawa wapo wakiwa wanasikiliza maelekezo siku ya kisimamo cha arafa kutoka kwa mtu mmoja, kiongozi moja leo hii anachaguliwa kiongozi miongoni mwa viongozi wa taasisi za Kiislamu au pengine e, mfalme wa nchi ya Saudi Arabia ambapo ndio markazi ya nini ya inayotekelezwa ibada hii au pengine tunasema kwamba e, kiongozi fulani wa eneo fulani gavana pengine katika nchi ile ndio anawakilisha au anachaguliwa kiongozi pengine imamu wa msikiti mkuu wa Maka au wa Madina au anachaguliwa kiongozi taasisi miongoni mwa taasisi kubwa za Kiislamu na anawahutubia watu. Yote haya yanaonyesha nini? Miongozo ambayo kwamba tunasema kwamba faida, mazingatio ya kisiasa yaliyopo katika nini, katika katika Uislamu. Sasa haya yote haya ni kutokana na nini, na hii ibada tukufu, ibada tukufu ya nini? ya ya nini Hija. Ndio maana ndani yake anafanya nini, anana, yanapatikana. Lakini sio hivyo tu, siyo hivyo tu, hawa watu ambao wanaokuja kutoka nchi mbalimbali vilevile, wanatoka huko wanakotoka baada ya kupata ruhusa, baada ya kupata ruhusa kutoka katika nchi zao, kuruhusiwa kutoka kwenda katika nchi nyingine, lakini vile vile kupata ruhusa vile vile ya kuweza kuingia katika nchi ya nini, nchi ya Saudi Arabia. Na hapa kinachofanyika nini? Kuna siasa kuna siasa kwa sababu upo uwezekano kwamba nchi fulani ikasema kwamba hapana, raia wangu siwaruhusu kwenda kwenda Saudi Arabia, mazingira tuliokuwa nayo kwa sababu, miongoni mwa sababu nakumbuka, uh, miaka michache iliyopita hapa, kuna watu walishindwa wali, wali kufika kutekeleza ibada ya hija kutokana na maradhi haya yaliyotokezea ya, ya, ya COVID corona korona kumi na tisa yaliyofanya ya hivyo. Nini kilichofanyika kwamba kilichofikia mahala mpaka ambapo kwamba watu wasifanya nini? asilimia kubwa ya watu wasitekeleze ibada ya hija. Siasa iliangalia kwamba maslahi ya kiafya na kusababisha madhara, basi isifanye nini, watu wasiende kwa kiwango kikubwa katika kipindi hichi, wakaenda watu wachache ambao mradi kwamba ile ibada ya hija inafanya inatekeleza. Haya nayo ni masuala nayo masuala ya kisiasa, kunapokuwa na haya mawasiliano, vile vile, kuna kunajenga mahusiano kati ya nchi ambayo watu wanatoka na nchi ambayo watu wanafanya nini wanafikia wanafikia na ndio maana nchi ya Saudi Arabia kikawaida, ninavyotambua kwamba huwa siku zote inapendelea kwamba kuhakikisha kwamba inazungumza na chombo ambacho serikali imekiamini kiwawakilishe nini, kiwawakilishe Waislamu katika nchi ile, ili kuwa na mawasiliano nao, kuhakikisha kwamba taasisi inafungamana kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba inapokea nini, inapokea mahujaji hii nini, ni siasa, ni siasa ambayo ipo inajengeka, ina, ina, ina katika, katika msingi wa wanamna kama hii. Lakini vile vile katika maeneo maeneo lengine vile lile kwenye upande huu wa wa wa wa kisiasa, sema huko nyuma kwamba ilikuwa ni katika utaratibu wa nyuma huko kwamba kiongozi mkuu ambaye anafanya nini, anawaongoza ana, ana, ana, ana waislamu katika kutekeleza ibada. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohiji, aliongoza yeye mwenyewe, mara nyingine akamwainisha Abubakari kwamba afanye nini, awaongoze watu. Lakini si hivyo tu, Saidna Omar wakati wa ukhalifa wake na Saidi Abubakari walikuwa wanaongoza, ndio wanaongoza nini, wanaongoza. Na hivyo hivyo wa, wa, wa, wa, wa, wa, makhalifa waliofuatia walikuwa na utaratibu huo huo, na yule kiongozi ambaye anakuwa anatoa khutba siku ya Arafa anakuwa akitoa hutuba kwa kuofikisha ujumbe wa Uislamu katika nini, katika ulimwengu. Naam, naam, nadhani tumeona jinsi gani siasa inavyoonekana katika hija, e, siasa, muundo, utaratibu na kadhalika. Sheikh amezungumza vizuri sana na mmemwelewa, lakini e, kwa sababu watu watazamaji wetu wanahitaji kidogo wapumzike e, sekunde kadhaa, basi hebu tuingie katika mapumziko kidogo, halafu turejee katika e, katika kipindi chetu. Naam e, tumerejea katika kipindi chetu e, vizuri. Sheikh anaweza akamalizia ile mfano alikuwa anautoa, halafu Sheikh inshallah tutampa fursa ya kumalizia jambo letu hili. E, kuna jambo Sheikh alikuwa anaonyesha jinsi gani ile kiongozi mkuu huyo huyo huyo katika utaratibu ule. Sheikh Ibrahim, unaweza ukaendelea sehemu kidogo ulibakia alafu Kiongozi mkuu wa Kiislamu ndiye aliyekuwa anaongoza anaongoza, na katika eneo hili, eneo hili ilikuwa kunatolewa maamuzi muhimu mno yanaotakikana kutolewa. Ndio maana bwana Mtume alaihi wasalama katika Hijatu Wada alitangaza haki, leo hizi zinaitwa kwamba ni haki za kibinadamu alizitangaza kwenye nini? Kwenye uwanja huu na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu eneo hili anaolujumbe anaofikisha ni ujumbe wa kimaagizo ya kisiasa ambao utafika katika maeneo yote, akawaambia masahaba ridwanullahi alaihim, falyubalighu shahid alghaib, yule aliyehudhuria achukue ujumbe huu tunaotoa aufikishe kwa yule ambaye hakuhudhuria na mtume sallallahu alehi wasalama akatoa miongozo kwamba katika huko kufikisha, mtu aufikishe kama asamiahu, aufikishe kama alivyousikia, si kama alivyo ufahamu, kwa sababu mtume sallallahu alehi wasalama akatoa ila, akasema kwamba ruba hamili lfiqhi laisa bifaqihi Huenda kwamba yule aliyesikia maneno hangu haya akawa hakuyafahamu kwa upeo mpana kuliko yule ambaye atafanya nini, atafikishiwa ujumbe huu. Huenda atakayefikishiwa ujumbe huu akawa na ufahamu mpana zaidi, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akitangaza akisema kwamba inni utitu jawamia alkalima mimi nimepewa uwezo wa kuzungumza maneno mafupi lakini yenye maana, yenye maana pana. Sasa tunaona namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunachotakikana katika maeneo kama haya, tunapofika katika eneo kama hili, ijapo kwamba hatupo pengine katika uh, ubora kama ule uliokuwepo, lakini bado kile ambacho kinatolewa kwa ajili ya umma, kwa ajili ya ulimwengu, basi inapaswa kwamba wale wanaokipokea wahakikishe kwamba wanaporudi katika maeneo yao wanakifikisha, kwamba katika hija ya mwaka huu, miongoni mwa vitu muhimu ambavyo tumeagizwa na kuelekezwa ni kwamba tunatakikana tufanye jambo moja mbili tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akawambia kwamba mnaifahamu leo hii, siku hii ni siku gani? mnafahamu eneo hili ni eneo gani? Halafu akaanza kuambia kwamba kwa eleweni kwamba inna dimaakum wa amwalakum wa irdakum haramun kahurmati yaumikum hadha, eleweni kwamba, eleweni kwamba hakika damu zenu, uhai, uhai na kila ambacho kinachotia dosari nini uhai, hichi kitu hichi ni kitu kinachoheshimiwa kwa mtu, hakifai kugusa lakini si hivyo tu, akasema kwamba na mali zenu mali zenu mali zenu. Mali ya mtu ni kitu ambacho kinachoheshimiwa kisheria, hakipaswi kuguswa. Na akasema vile vile heshima zenu ni katika vitu ambavyo vinapaswa kwamba kulindwa na Mtume salallahu alaihi wasallam akasisitiza kwamba yote hivi uharamu wake ni uharamu sawa sawa na uharamu wa siku hii na uharamu wa nchi hii, nchi hii ya Maka. Lakini Mtume salallahu alaihi wasallam katika hutuba yake hii vile vile akasisitiza jambo ambalo linapigiwa kelele mpaka leo hii kuhusiana na wanawake, akahusia kuhusiana na wanawake na kwamba wanawake wapewe haki zao walindwe, wahifadhiwe. Leo hii kwa bahati mbaya tunakuta kwamba wanawake wana, wanazodolewa, wanadhalilishwa. Leo hii kwa bahati mbaya, hata wale wanawake au vikundi vya kina mama na hata vya kina baba vinavyosema vinatetea wanawake, navyo vinaongeza vinaongeza moto katika kuwanyima haki zao za uhakika. Bahati mbaya wanawake wanakosa haki ndio hii, inafika mahala mwanamke kwa sababu ya kuolewa ananyang'anywa hata nasaba yake. Badala ya mwanamke kuitwa Fatuma binti Ali anapewa sasa, ananyang'anywa nasaba, wakati katika vitu ambavyo kwamba ni vya kuheshimiwa ni suala la nini la nasaba, nasaba ya mtu huyu. Hajauzwa huyu hajauzwa, ni mtu ambaye kwamba ameolewa, ameingia kwenye mkataba na mkataba huu upo uwezekano wa kuvunjika akarudi kwenye familia yake lakini anabadilishwa jina. Mtu wa namna hii, huu ni uzalilishaji, uzalilishaji. Na bahati mbaya hawa wanaozungumzia kuhusiana na haki za wanawake wala hawagusi hizo, hagusi. Sasa si lengo lao, bali unakuta kwamba leo hii mwanamke anafika mahala anachezeshwa uchi barabarani na hawa watu wa mitandao ya kijamii yanini, ya simu manini, watu wa, wa miziki bishaw, bishaw. Watu wafanyabiashara wanawachezesha akina mama zetu uchi barabarani wakiwa pengine wanabakisha la, ashakum ashakum, si matusi, wanabakisha pengine ile ile, ile nguo ya mwisho kabisa tu, lakini wanawafanyisha hivi. Hakuna ha, anayekemea hakuna, hakuna, hakuna anayezungumza, na watu wanasema kwamba anatetea haki za mwanamke. Haki ipi ya mwanamke unayetetea? huku leo hii imefika mahala, imefika mahala, leo hii unafika mahala, mtu hata anauza pengine, mtu anauza sigara, basi haoni raha mpaka kwamba amchore mwanamke akiwa uchi. Leo hii imefika mahala, unaweza kukuta tangazo, mtu anataka kuuza kiwembe, basi mpaka kwanza amtoe mwanamke kwapa wazi. Na ni nini hii? Uzalishari wa namna gani huu uliofikia sasa maeneo kama haya inatakikana kwamba ujumbe ujumbe wa kufikisha maagizo, maelekezo kwenye jamii upatikane katika maeneo haya ambayo ni maeneo ya kutekeleza ibada, ibada ya hija. Ibada ya hija ina maeneo mengi sana ambayo ni miongozo na faida za, za kisiasa, lakini toe nafasi ningine mwezi kuongezea inshaallah. Nadhani watazamaji wetu mnaona na mnasikiliza hapa, mnaskilizaa siasa, angalia siasa ya Kiislamu na siasa jinsi gani ilivyo, na Sheikh alivyozungumzia siasa jinsi gani Mtume kama kiongozi mkuu wa siasa ya kweli alivyokuwa. Mtume sallama ametumia fursa ile ya kukutana, al-liqaa kukutana watu pamoja na ikajenga tafahumu watu kufahamiana kwamba taratibu ni zipi, na shekhe amezungumza, shekhe Ibrahim, kwamba yale ambayo yalikuwa yamezungumzwa yamejadiliwa pale yameelekezwa pale, na yote ukiangalia ni siasa ambayo yanahusu kabisa. Nyinyi mna kwe huko, damu zenu, mali zenu, heshima zenu ni haramu. Hiyo, huo ndo uongozi huo, na ndiyo siasa na jambo hilo kafikisheni kwa wale ambao hawakuwepo hapa, wayapate na waelewe hayo. Kiongozi huyu wa dunia anaiongoza dunia, na hii ndio siasa kati ya anayeongoza na kati anayeongozwa. Katika sura za namna hiyo, bila shaka tumeona umuhimu wa al-liqa wa kukutana na fursa ya kufahamiana kati ya Uislamu, katika tofauti mbalimbali lakini vilevile kuelekeza ile risala ujumbe wa kiutamaduni kwa ulimwengu wa Kiislamu kwamba siasa, Uislamu unachukulia hivyo siasa ni kuheshimu hadhi za watu, hiyo ndio siasa. Lakini kuharibu hadhi ya mtu na heshima ya mtu, hiyo sio siasa. Nadhani Sheikh Tuhamane, kuna kama dakika vitano vya mtu mzima hapa katika kujazijazia hapa, muda wenyewe umekwenda kidogo, lakini dakika tano hatuzikosi Sheikh akaongezea hapa kutilia mkazo jambo hili la haji na siasa na faida za kisiasa katika. Ndugu zangu watazamaji, dakika tano tumezipokea, lakini tamko la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhaju arafa, linaloonesha kwamba ni kilele alhaju arafa, linaloonesha kwamba siku ile kuna kila sababu za Allah kusema

iliyotolewa katika hija na inayepaswa kutolewa kila kwenye hija inachukua nafasi upande wa siasa, kwa sababu tunaposema siasa inatutaka ina, ina, ina, ina, ina tufahamu ni neno lenye uasili ndani ya dini. Tofauti kati ya siasa na kuwa mwanasiasa, sisi, siasa ni sehemu ya dini ndio matokutahatano lenyewe linatokana na kitenzi sasa, yasusu siasatan sindio? nini maana sasa sasa? ai qada kaongoza, yasusu anaongoza, siasatan ni zile mbinu bora za kiuongozi. Sasa mihimili ya uongozi bora ndio hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam Ame, amelenga kwenye mkutano mkuu wa dunia nzima. Viongozi watakuwepo wa kila nchi, viongozi hao watakuwa ni mamufti wa hizo nchi, makadhi wa hizo nchi, wafalme wa masultani wa hizo nchi, wataupokea ujumbe. Kama siasa haitalenga haya matatu, hiyo siasa fashila imefeli. Hmm. Ndio maana utakuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kwenye khutba hii ambayo Shekh Ibrahim ameitendea haki, kila para fulani, kila para fulani anaisema, anawambia watu, anaona wanamsikia vizuri, lakini alikuwa ana kibwagizo chake, hal balaghtu, je, mwona nishafikisha umefikisha wakisema hivyo, ana anaweka khatmu allahumma fashhad. E, mola wa haki, shuhudilia kwamba nimewaambia watu dunia nzima, waliopo na watakaokuja, kwamba damu za watu, mali za watu, irdhi za watu, hishma na hadhi zao, leo kukandia ni kitu cha kawaida, mtu anaweza akakandia tu kwa kwa upuzi fulani wa yule hivi, yule hivi. Kweli bwana yuko hivyo? Sio kweli. Lakini si unajua mambo haya mpaka watu wamefikia mahala wanadhania siasa ni, ni aina fulani ya kudanganya danganya. Siasa haina maana hiyo. Siasa ni mbinu bora, mbinu sahihi za kuweza kuongoza umma. Sasa na mambo ambayo umma, kwa hawa wanasiasa wetu walenge maeneo haya: uhai wa watu, heshima za watu mali za watu. Mara ngapi watu wanyang'anywa mali zao? Tunaambia saini hapa, unanyang'anywa mali na usiseme kama umenyang'anywa. Hatuwezi kufika, kwa lugha ya vijana, hatuwezi kutoboa. Ili tufike, ili tutoboe, lazima hii hotuba ya Mtume sa salam, ambaye ndio kilele cha hija lazima iwafikie watu duniani kwa nafasi zao mbalimbali mbali. Hiyo ndio hija na siasa, hija faida za siasa katika Eh, za hija na faida za kisasa ndani ya hija. Nadhani muda umekwenda, lakini tukipata muda tuta tutaiendeleza zaidi ili tuweke wazi na natunauma ufahamu hivyo, na Allah tuwafikishe. Tushukuru tukipata fursa hii. Was, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.